Naam, uharigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Karibu tena katika chaneli yako pendwa. Hapa ninakuletea taarifa kuhusiana na wale celebrity ambao waliweza kuhudhuria katika harusi ya MC Pilipili Pili. Uh, tunaona wengi walikuwa ni watu wa karibu sana, kwa mfano ukiangalia MC Garabi aliweza kufika pale, lakini uh, tunaona E, celebrity wengine e, ni kama walikacha. Sasa kilichotokea ni kwamba e, kuna watu wengi sana walikuwa pale Dodoma na walienda kumsindikiza ndugu yao e, lakini cha ajabu zaidi ni kwamba kuna wasanii ambao ni A list e, ya Tanzania e, ya muziki wa Tanzania hapa e, nazungumzia e, Diamond Platnumz, Harmonize, Alikiba hao bwana hawajaonekana katika msiba wa MC Pilipili pili, ambapo uh, tunaona m -m, wiki kadhaa zilizopita tunaona uh, kulikuwepo na bifu kati ya wasanii pamoja na e, wachekeshaji ama comedian. Kwa hiyo hawa comedian wanawashutumu hawa e, wasanii wa Bongo Fleva kutuonyesha ushirikiano kabisa. Kwa mfano kuna mfano kuna huyu mchekeshaji kiredio anasema, kuna wakati mwingine bwana e, wasanii waga wanawasapoti sana, au sio? Yani hao comedian wanawasapoti sana wasanii e, mfano msanii akitoa ngoma e, tunaona e, mchekeshaji anamsapoti kwa asilimia mia moja anafanya challenge e, na ile challenge unakuta inapokana na watu wengine, na ile challenge inafanya e, kupromote ile ngoma, lakini kwa upande wa wasanii E, kuonyesha e, sapoti kwa wachekeshaji inakuwa ni changamoto. Sasa tunaona kwa mfano kwenye msiba wa MC Pilipili pili, e, tunaona kabisa kwamba e, hawa wasanii hapa nazungumzia Diamond Platnumz e, nazungumzia Harmonize, nazungumzia Alikiba hawajaonekana e, kabisa katika hiyo e, katika, e, shughuli ya kumwaga ilikuwa ni sherehe ya mwisho. Kwa hiyo e, tunaona kwa namna moja ama nyingine e, tunaona hakuna ambaye ame mm, ameonekana pale. Sasa hii imekuwa ni kasumba, kwa mfano kulitokea uh, msiba hapa e, tunaona wasanii waka wanatupiana vijembe, kwa nini hivi e, kama vile il e, tunaona Joel Master alizungumza kwamba e, wasanii wengi ni wanafiki sana, na usio bana, linapotokea jambo e, wamekuwa wakijifanya kama hawaoni, au sio? E, kana kwamba e, hayo mambo hayawahusu, kwa sababu tunaona e, miongoni mwa watu ambao walikuwa wanafuatiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni MC Pilipili. Ni yeye ndiye alikuwa ni mchekeshaji, kama unavyoona, kipotoshi, unamwona kiredio, unamuona Jerome Master eh, unaona e, wengine kama kinandalo e, wengine e, lakini pia hata kwa baadhi ya wachekeshaji pia inaonekana e, hawajafika, lakini e, kwa ukubwa wake e, tunaona hata upande wa serikali upande wa eh, serikali ya pale Dodoma, mfano mbunge wa jimbo eh, la Dodoma mjini hapa anazungumzia Anthony Mavunde ametoa upendo wa dhati kabisa, ameonyesha upendo wa dhati kwa familia na kuahidi kuwasomesha watoto wake wote eh, wale watoto wa, watatu E, wa MC Pilipili kwamba atawasomesha e, mpaka pale watakapopata ajira. Kwa hiyo, unaona kabisa ni upendo wa dhati e, wana Dodoma wanaonyesha upendo mkubwa sana. Lakini sasa, ilitegemewa kwamba e, pengine e, Diamond angeza kushuka pale kwa sababu tunaona e, hata Harmonize e, Dodoma alisha kufanya show e, lakini pia Diamond pia Dodoma alishakufanya show. Kwa hiyo mashabiki zao pale Dodoma wameangushwa sana na hiki na hii, inaonyesha hata dada wa taifa e, kushangazwa na hilo jambo, na hii inaonyesha wazi kabisa kwamba e, kuna upendeleo Yani kuna upendeleo. Selebriti ya akifariki inaonekana kwa mfano kama mchekeshaji e, tunaona kama wasanii wamekuwa wakipata shida, lakini wamekuwa wakiwatenga. Sio kupata shida, wamekuwa wakiwatenga. Lakini pia sio wachekeshaji tu, mpaka wa Bongo Movie wanalalamika gasa na hilo jambo kwamba wasanii wanaoimba wa Bongo Fleva wamekuwa ni wabinafsi sana. Mfano uh, tukitazamia kifo eh, eh, vifo mbalimbali vya waigizaji. E, kwa mfano e, kifo cha Grace Mapunda e, au Sobana. E, nakumbuka mara ya mwisho Diamond kumuona kwenye msiba ambao e, e, ni mkubwa wa Sene Bongo Movie ilikuwa ni Steven Charles Kanumba ambapo tunaona Diamond Platnumz alifika pale e, katika msiba na akaungana na waombolezaji wengine, lakini ikatokea vurugu, watu wakaanza kumfata yeye badala ya kufocus na msiba. Kwa hiyo pengine labda mtu anaona kabisa kwamba e, kwenye kufika e, pale kufika msibani e, pengine anasikie tension, lakini mtu anaenda tu kwa, e, kwa love, wala sio e, kutafuta kiki, kwa sababu tunaona hiyo inaonyesha wazi kabisa kwamba E, anaonyesha kujali, lakini sasa e, watu wengine, kwa mfano, akionekana pale jeshi, inaonekana vingine, labda ana seek attention. Sasa wengine wanasema hapana, haitakiwi kujiona kwamba unaenda kutafuta kiki, bali unaonyesha heshima yako, e, kwa sababu e, tunaona e, baada tu ya kufariki MC Pilipili, tunaona Harmonize anachukua chopa na Kenya, anaelekea Kenya kufanya e, mambo yake ya album au so bana E, pengine ilikuwa kwenye ratiba lakini ndio hivyo tena e, litakiwa fika mara moja tu pale Dodoma chapchapu, alafu then aelekee kule Kenya. Sasa e, tunaona haikuwa hivyo, lakini pia kwa upande wa Diamond hana project yoyote, hata kama ana project lakini sio kubwa sana ya kumfanya awe na dharura e, kutokufika pale Dodoma e, na kuweza kutoa pole. Kwa hiyo hatujaona e, condolences kutoka kwa Harmonize kama heshima na rambirambi E, kwa Harmonize kwa Diamond Platnumz. e, hii inaonyesha wazi kabisa kwamba e, hili limeweza kuwaumiza watu wengi sana. Pengine ungeona wamefika pale ingeweza e, kuleta e, furaha na faraja kwa familia kwamba nwy, anyway, e, watu wale wamefika pale, au sio e? Lakini ndo hivyo tena. Sasa hapo ndo wachekeshaji ibidi sasa ndo waza kujifunza kwamba e, kuna wakati mwingine bwana, e, jambo lenu ni jambo lenu hata hmm, bongo movie pia jambo lenu ni jambo lenu, kwa sababu msije mkategemea kwamba elite eh, mfano kama Simba eh, Dangote eh, kwamba aweze kufika kwenye shughuli yako, yeye atajali tu mambo yake binafsi, lakini kuna mambo ya msingi sana ambayo inabidi afike. Lakini sasa ndo hivyo e, tulitegemea hivyo, lakini pia ndo hivyo uh, e, hawakufika lakini jambo lilienda vizuri na Mungu aliweza kusaidia pale ambako na e, paliweza kuteleza kidogo pia, aliweza kutengeneza kila kitu. Hakuna kilicho kilicho haribika. Tunaona upendo wa dhati kutoka kwa familia e, walionyesha ushirikiano wa hali ya juu e, lakini pia tunaona upendo wa watu wa Dodoma e, waliweza e, kufika pale. Kwa hiyo tunaona MC Garabi e, pamoja na MC Ruvanda waliendesha shughuli hiyo vizuri kabisa, na tunaona MC Garabi alikuwepo katika harusi ya Juksi. Kwa hiyo e, tunaona ni mtu wa karibu kabisa ambaye kwa namna moja ama nyingine alikuwa ana, e, ana ana urafiki mkubwa sana na MC Pilipili. Una lipi ya kuzungumzia kuhusiana na hilo? Dondosha maoni yako hakikisha na subscribe.